Chama cha majaji na mahakimu nchini kimeshutumu tume ya EACC kwa kile walichosema ni mpango wa kudhalilisha utendakazi wa asasi za kisheria. Hayanajiri baada ya EACC kuvamia nyumba ya hakimu mkuu wa Thika Stella Atambo wiki iliyopita ambapo walipata shilingi milioni mbili taslimu walizoshuku kuwa za mlungula. Hayanajiri baada ya mahakama ya juu kusitisha kesi dhidi ya Atambo hadi mwezi Juni mwaka huu. Siku nne baada ya tume ya EACC kuingia nyumbani kwa hakimu mkuu wa mahakama ya Thika Stella Atambo, chama cha majaji na mahakimu KMJA sasa imelimbikizia kidole tume hiyo kwa madai ya kuatishia maafisa wa kisheria. KMJA iliwasilisha ombi kushirikishwa kwenye kesi dhidi ya Tambo ambapo ilidai kuwa tume ya EACC inatumia mbinu zisizo sawa katika uchunguzi wao na kukiuka vipengee muhimu vya katiba na kudhalilisha uhuru wa mahakama na usalama wa maafisa wa kisheria. Vile vile, chama hicho kilisema kuwa hatua ya EACC kutobaini jina kamili ya hakimu huyo ni ishara ya njama ya kuharibu uhusiano baina ya maafisa wa kisheria na hatimaye uhuru wa mahakama humu nchini. Huku hayo ya kijiri, Jaji Chacha Mwita aliamrisha mkurugenzi wa mashtaka ya umma kusitisha kesi dhidi ya Atambo hadi tarehe kumi mwezi Juni. Chacha alisema kuwa kulikuwa na tashwishi kuhusu mshtakiwa ambaye alitambuliwa kama Bonareri n kwenye stakabadhi za mahakama. Wiki jana EACC ilifumania jumba la Hakimu Mkuu Stella Atambo kufuatia madai ya ufisadi. Tume hiyo ilisema kuwa kando na stakabadhi muhimu ilipata shilingi milioni mbili kwenye mkoba nyumbani humo. Lora Otieno, runinga ya Citizen.